Kwa majina naitwa Dr. Kulu wa Jackson, nikiwa nafanya kazi katika kitengo cha OPD na emergency hapa St. Gaspar Hospital, lakini pia ni mkufunzi wa somo la magonjwa ya ndani katika chuo chetu cha Mtakatifu Gaspar, nikiwa nafundisha uh, clinical medicine. Uh, kama tunavyofahamu, leo tarehe mwezi wa tatu 2025 ni siku ya maadhimisho ya ugonjwa hatari wa kifua kikuu. Ugonjwa huu wa kifua kikuu uh, ni ugonjwa hatari sana unaoshambulia mapafu, kwa kitaalamu tunaita pulmonary tuberculosis, na unaweza ukasafiri kwenda sehemu mbalimbali za mwili, kwenye mifupa kwenye ubongo, kwenye tumbo, kwenye njia ya mkojo, kwenye, kwenye ngozi, kwenye moyo na sehemu nyingine mbalimbali za, za mwili ambapo kitaalamu tunaita extrapulmonary TB tuberculosis. Ugonjwa huu huenezwa kwa njia ya hewa, ambapo moja wapo ni kukohoa au kupiga chafya au kutema mate. Na dalili za ugonjwa huu ni pamoja na kukohoa kwa muda mrefu kwa angalau uh, wiki mbili na kuendelea ambayo inaweza ikaambatana na kukohoa damu, lakini pia kutokwa na jasho jingi sana uh, zaidi wakati wa usiku, kupata homa ya mara kwa mara ya muda mrefu kuanzia wiki mbili na kuendelea, lakini pia kupoteza uzito bila kutarajia uh, takribani kilo kumi kwa muda wa miezi uh, sita iliyopita inaweza ikakuonyesha kwamba ni viashiria vya, vya, uh, ugonjwa huu hatari wa TB. Uh, ugonjwa huu mara nyingi huwa unawapata uh, watu ambao wame, wame, wanakinga pungufu, mfano wagonjwa wenye kisukari, TB na saratani kwa sababu kinga zao zinakuwa chini na huendelea na kwenda kusababisha uh, ugonjwa. Na kwa mara nyingi, matibabu yake kwanza huwa ni kufanya vipimo, kama mtu anakohoa damu, anakohoa tunachukua makohozi, tunaenda kufanya, tunaita gram staining sputum for uh, acid fast bacilli, lakini pia tunaweza kufanya For gene expert e, ambapo kwa watoto tunachukua stool kwa ajili ya gene expert pia, na ni huduma ambazo pia zinafanyika katika hospitali yetu hapa, kwa sababu huwa tuna kitengo maalum uh, cha TB na kuna wahudumu ambao wamebobea katika kitengo hicho cha TB. Kwa hiyo mgonjwa akija kwetu, huwa tuna tukihisi kwamba ana, ana ugonjwa huo wa TB huwa tunamuunganisha kwenye TB unit ambapo anaenda kupata huduma zote za kimatibabu ikiwepo kufanya hiyo sputum, na kama akigundulika kweli ana TB. Na baada ya hapo, anaanza dawa a, kama kawaida na anaunganishwa kwenye hichi kitengo maalum na wahudumu wetu. Njia mojawapo za kujikinga ni kuvaa barakoa kama unavyotuona sisi, na mimi hapa nikiwa nimeshavaa barakoa vizuri kabisa, ili kusudi kujikinga mimi mwenyewe, lakini pia kama mimi nina ugonjwa huu, pia ni naweza kuwakinga wenzangu pia, kuepuka kupiga chafya kiholela, kukohoa au kutema mate uh, ovyo, lakini pia kuepuka misongamano uh, na watu na pia ukiwa unauguza mgonjwa ambaye unahisi ana kifua kikuu, pia tunaweza kutumia hizi barakoa, lakini pia kumwepusha kuenda kusalimia na kushikana naye kwa mara kwa mara, na kwenda na mtoto kwa huyu mgonjwa wa kifua kikuu, kwani ni ugonjwa hatari ambao unaweza ukampata mtu kwa urahisi zaidi. Mgonjwa akishaanza matibabu ndani ya wiki mbili za mwanzo mgonjwa huyo especially ule wa pulmonary tuberculosis, anaweza kumwambukiza mwenzake kama asipochukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Lakini baada ya wiki mbili akishakuwa ameshaanza zile dozi za mwanzo uh, of course, ni kweli anaweza akamwambukiza mwenzake, lakini kile kiwango cha uambukizaji kinakuwa kimepungua zaidi na zaidi, kwani dawa zinakuwa zimeshaanza kufanya kazi yake vizuri lakini mgonjwa ambaye tunaita na extrapulmonary tuberculosis, mara nyingi chansi ya kumwambukiza hata kama bado hajaanza kutumia dawa huwa ni ndogo sana, japo kuna uwezekano wa kumwambukiza lakini chansi huwa ni, ni ndogo sana regardless kwamba ameanza kutumia dawa au hajaanza kutumia dawa. Mtu akihisi ana dalili hiyo au uh, jirani, ndugu au mlezi akimwona mtu ana dalili kama hizo, ni vyema zaidi akamwaisha kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi wa haraka zaidi dhidi ya ugonjwa huu hatari. Kwa majina naitwa Clara Joseph Magawa. Ni mfanyakazi katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari, ni medical attendant ambaye nipo kwenye kitengo cha TB na HIV. Tunapobaini kwamba mgonjwa ana kifua kikuu, tunamleta moja kwa moja kwenye kitengo cha TB ambapo tunatumia rejista zetu hapa za kifua kikuu. Baada ya hapo tunampa huduma ya dawa. Kipindi cha mwanzo, fesi ya mwanzo, tunampa dawa za aina nne kama alivyosema daktari. Baada ya miezi miwili tunapima kuangalia kama wale wadudu wamepungua kiasi gani. Wakisha pima, ikionekana kwamba bado wadudu wako aktivu Tunaendeleza dawa lakini, tutarudia tena baada ya mwezi mmoja. Wakati mgonjwa akiendelea kutumia dawa, tunampa counseling, kwa sababu wagonjwa wengi wanachoka kutumia dawa za kifua kikuu kwa sababu zinaleta unyongonyevu. Wakati mwingine anaweza kutapika ikampa kero, maudhi madogo madogo. Tunampa counseling yani, tunampa ushauri na saha ambao utamsaidia azipende dawa na azitumie akiamini kwamba anapona. Ningependa tu kuambia wananchi na jamii kwa ujumla kwamba hospitali ya Mtakatifu Gaspari ni hospitali nzuri ambayo inaweza kukuhudumia vizuri juu ya swala la kifua kikuu tena bure kwa sababu ni matibabu ya kiserikali ambayo hutumii gharama yoyote. Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gombanila, ni mfanyakazi wa Sante Gaspar. Mimi nachotaka kuongelea naweka msisitizo kwenye wale wagonjwa wetu tunaowapata wenye waliopatikana na wadudu wa kifua kikuu. Tunapowapata wagonjwa wa aina wa hii, tunatakiwa tuwatembelee majumbani, twende tukawakague wale watoto wa chini ya miaka mitano, kwa sababu tunajua watoto wa chini ya miaka mitano kinga zao zinakuwa chini, kwa hiyo wana uwezekano wa kuambukizwa kifua kikuu. Tunaenda kuwakagua tuone kama wana zile dalili. Tunapoona wale ambao wenye zile dalili tutawafanyia vipimo. Ambao hawana dalili za kifua kikuu tunawaanzishia tiba kinga. Tiba kinga hiyo huwa wanakunywa kwa miezi mitatu.